Habari, naitwa Sasha Cake Studio. Karibu tujifunze matumizi ya oven. Mimi nina oveni za aina mbili ko nitakuonyesha kila moja na matumizi yake. Kwa mfano hizi button mbili hizi za oveni, za kwanza ninazozigusa. Button ya kwanza inaonyesha dakika, dakika ya kitu ambacho unataka kupika. Mfano, unataka kupika keki, mkate au kuku kwa hiyo kama ni keki ni moto kuanzia mia hamsini mpaka sabini. Kama ni mkate ni mia themanini hadi mia mbili na kama ni kuku kuanzia mia mbili mpaka mia tatu hamsini inategemea na wewe unataka kupika kwa haraka au vipi. Na hii hapo ya pili bata inayoigusa inaonyesha nyuzi joto au joto la kitu ambacho unapika, kama ni kuku Ndo hivyo, labda upeleke mia na mia tatu hamsini au mia tatu au mia mbili themanini au mia mbili Na hizi hapa za pili nazozigusa sasa ni kwa ajili ya pleti za umeme za kupikia chakula kama hapo hivi. Kuna batani mbili na kuna sahani hizo mbili hizo kwa ajili ya kupikia. Ehe. Kwa hiyo kila batani, kwa mfano hiyo ya kwanza, ni inakuwa ni kwa ajili ya pleti ya juu ya mwisho kule i, au ya kwanza na hii ya pili inategemeana na zilivyokaa huko kwenye jiko lako. Ehe, hizi mbili za katikati kwa ajili ya matumizi ya umeme tu na sio vinginevyo. Na baada ya hapo, tutahamia kwenye hizi batani mbili tena za mwisho. Jiko langu lina batani sita jumla. Kwa hiyo kila batani mbili mbili ni kwa ajili ya nani matumizi tofauti. Hapo naonyesha moto ni moto huo ni kwa ajili ya gesi. Kwa hiyo hizo bata mbili ni kwa ajili ya matumizi ya gesi tu. Kwa hiyo jiko lako linaunganishwa na mtungi wa gesi unakuwa unapikia hapa ukiwasha. Na mimi jiko langu silitumii kwa sasa kwa sababu limeshakuwa limeharibika ni la zamani sana. Hivyo imebaki tunatumia umeme na oveni basi. Eh, sasa tuhamie kwenye jiko lingine. Ili hapa jiko la kwanza na lenyewe ni kwa ajili ya kuseti nini, imeandikwa hapo temperature, kwa ajili ya kuseti moto. Ehe, ili jiko ni tofauti kidogo, ili ni kwa ajili ya kuseti moto tu. Hiyo bata ni ya kwanza, hiyo kwa ajili ya kuseti moto tu. Alafu hii hapa ya pili unayoiona hiyo hapo, nakuja kuigusa mm-hmm ni kwa ajili ya tabaka la juu na chini la ya keki. Ehe, hii batani ya mwisho niliyogusa hapo, hiyo hapo ni kwa ajili ya oveni ya juu na ya chini. Ehe, alafu hiyo ya kwanza niliyogusa kulia ni kwa ajili ya oveni ya juu tu, ya mwisho huku ni kwa ajili ya oveni ya chini tu. Umeona, umeona kazi zake? ehe kila oveni ina mshale bwana, ukizungusha tu unaenda sehemu ambayo unataka kuseti. Ehe, kwa hiyo ndo matumizi yake yapo hivyo. Sasa hii kuna batani ya tatu hiyo, na yenyewe hiyo batani ya tatu hii, na yenyewe ni kwa ajili ya kuseti temperature hiyo hapo ambayo nimeigusa hiyo na yenyewe imeandikwa temperature ni kwa ajili ya kuseti moto tu nataka moto wa 200 hii ni kwa ajili ya sasa oveni ya chini kwa sababu ipo chini ile ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya oveni ya juu lea ya yani. juu ehe alafu hii hapa ya mwisho unayogusa ni kwa ajili ya kuwasha oveni ili uweze kuitumia na hapo na kuonyesha lea ya juu na ya chini. Tabaka la juu la keki ndio hilo hapo nilipoweka mkono. Ehe, unapanga keki zako huko au kuku wako huko au vitu gani unataka kupika, na huko chini ni kwa ajili ya lea ya chini. Tafadhali usiweke vitu vya plastiki kwenye keki. Samahani kwa Irini, nafikiri somo letu umeshia hapo, usahau kulike shia na kusubscribe. Bye bye.